ukweli usahihi wa maisha, usahihi wa njia, si jambo la mtu, bali watoka kwa nani? Famanshaa faliumi, anayetaka aamue mwenyewe, ashike njia ya sawasawa, aamini. Wamanshaa, na yule atakayetaka, faliakfur, aishi maisha ya ukafiri. Wewe tena Mtume, si kazi yako, Mungu mwenyewe anamaliza inna aatadna lidhalimina nara, sisi tumewaandalia waandalia washirikina wote nini moto. hal ata ala linsani hinum min addahn lam yakun shay'an madhkura, we kazi yako zimepita zama nyingi, huko zimempita, mwanadamu hajui. Hakuna anayeitwa mtu huko nyuma alikuwa anatajwa anajulikana. Hakuna aliyekuwa anajulikana eti kuna Musa kuna Yusufu kuna Mziwanda kuna nani. Lam yakun shay'an madhkura, hakuwa hakuwa chochote. Leo umekuja we duniani, unajifanya kila kitu unaweza wewe, we ndio hakimu, we malaika wa peponi, we malaika wa motoni, wewe ndio mtoa riziki, wengine unawapa, wengine unawaminya. Ndio maana Mungu akamiliki mwenye. Ingekuwa we umepewa jukumu la kugawa riziki, kuna watu leo siku ya nne wangekuwa waja kula, manake kuna watu huwapendi na wengine wanakukera, wale huwapendi, umeamua tu, si si mpendi. Kusema kweli, mimi na yule damu zetu, wala simpendi tu, hatakifanyaje hata akisema Allah sikubali, ya ndio shaamua. Kasemaje? Allah mm, siamini. Na mwingine humpendi kwa sababu anakukera. Sasa ungekuwa wewe umepewa jukumu la kugawa riziki hao wangepata. Akashika mwenyewe subhanahu wa taala. Wewe fanya kazi yako ya kuabudu na kunasihi wengine, habari nani anaenda peponi nani anaenda motoni haikuhusu. Unakurupuka tu mukatwa wea umo nyie motoni, kwa sababu ya hitima na maulidi. Mnafanya kazi sio yenu, sifanye kazi sio yako. Na ndiyo maana uwali uchaji Allah akauficha ni sirun bainahu wa abdi Uwali, Mungu kauficha ni kitu cha siri kati ya yeye mwenyewe Allah na mja wake. Imamu Shafii akasemaje? ataqwa sirru baina labdi wa la rabbi, ucha Mungu ni kitu cha siri. Waweza ukamdharau mtu kwamba huyu hana lolote, kumbe ndo kipenzi cha nani. Unamwona yewa motoni motoni tu, alafu wendo unajifanya wendo wapi? Ndio maana kule Mungu alikasirika, akakaripa, akasema ahum yaksimuna rahmata rabbi. hivi wao ndio wanaogawa pepo ya mola wako? Hivi wao ndio wanaogawa neema za mola wako? Hivi wao ndio wanaogawa rehma za mola wako? Nani amewapa nafasi hiyo ya kugawa? Tunagawa wenyewe, hata mazao. Nahnu kasamna bainahum Maisha tahom fil hayati dunia, tulisema nyinyi ashabu gesi mukapewa mingoko na, na gesi na korosho, Wazaramo na Wandengereko wakapewa mananasi na, na mafenesi na mpunga bora kupata wazee, Wanyegezi wakapewa sato, unaona eh wakwe zetu kule Lushoto wakapewa maparachichi, waliyadharau kwamba yana ladha, kumbe yana sifa nyingi kabisa. Leo dunia yote inataka maparachichi, kama kuna watu waliwadharau Wasambaa wanasambaza maparachichi na Wapare, Mungu kawapa hayo. Ukienda Rufiji hamna maepo, akawapa wa South Africa karafuu akawapa wakwe zangu mimi, akina Mzee Ali wamepewa karafuu. Kwa hiyo, Mungu kagawa. Ungepewa wewe vitu vyote, ungepeleka kijijini kwenu, na kila watu amewapa kitu chao ambacho kitawaendeshea maisha ya